Uondoke, unakwenda kilioni, unashukuru watu wanalia, na labda unalia, una husda. Aondoke husda, husda hiyo, anasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, la yajtami'u fi jawfi abdin mu'minin ghubaru fi sabili llahi wa fayhu jahannam, roho ya mwaminifu hapawezi kusanyika vitu viwili, roho ya mwaminifu ambaye amepata vumbi juu ya Mwenyezi Mungu, basi moshi wa jahanamu hauwezi kumsogelea. Mtu aliyemtumikia Mungu akachoka na vumbi na jasho na damu, basi moshi wa jahannama anakataa. Mtume haviwezi kuchanganyikana na ile vumbi ya mcha Mungu, mtumishi wa Mungu alivyofanya kazi hiyo akamaliza. Mtume katika hadithi ya rio, neno la pili akasema, wala yajtamiu fi jaufi abdil abdi alimanu walhasadi. Na kamwe Muislamu hapawezi kushiriki vitu viwili, kwenye nafsi yako huwezi kubeba imani na husda, lazima kimoja kipishe kingine, lazima kimoja. Kama uchamungu haupandi juu, roho kuna kiumbe anaitwa husda amekaa na akasema. Mtume Muhammadi, la yazalu nasu bi khairi bikhairi malam yatahasadu, watu mtaishi kwenye kheri kama hakutokuwa husda Anachumbiwa binti wa jirani mama baba, unainuka kabisa na unakwenda hodi. Oh, hamjambo, hema fulani, eba fulani, mi nimesikia sikia habari sikia sikia kama wanachumbia hapa, lakini ule bwana mumtizame vizuri huyu. Mm, atakuwa ameisha ua wanawake wengi, kama ni wadogo thalathini na tisa kwa sida, mi nazani huyu atakuwa wa arobaini. Sina mengi mama, nakwenda. Asiolewi tu huyu binti asiolewi tu huyu binti. Husda kwa majumba imeongezeka sana. Ni kheri ilikuwa inakuja hapa, inapitishwa. Haya yamezidi maradhi, inapitishwa. hata kama hakuchumbiwa mwanao yule, ndio amependwa na yule, ni kama mwanao. Allah ndio anagawa husda. Jameni, kwa kuwa huyu, labda kizazi chake watoto wamemneemesha wamemjengea maskini gari, wamemnunulia neema, wamempa kwa hivyo. We ukiwaona uh, ndo neno. Na wakati mwingine husda linakuzidi kwa kuwa mwenzio kajengewa, labda wamemnyanyua watoto waliojaliwa hija kidogo, labda wamemnyanyua kidogo, gari ya baba au ya mama ma kidogo, Allah amefanza hivo sasa, ndio unazidiwa na unayazungumza, una sio mada na saa nyingine unakuja unatapika mm. Mwendo mmejaliwa Mungu naye ndo hivyo, jameni. Kuna watu Mungu hee, Mungu jameni, utasema, si ndo hatuoni? Imevimba, imevimba, husda ikammalize mwenzio. Binadamu na kesho, jameni, ikiwa itasemekana nyumba iliruka, ndo hema fulani, hema fulani, una habari Hey, hey, hey, Mungu si Hasani wala Huseni, ko anajipitisha pitisha. Nasikia kame angua katika gari, ile nyumba imeruka hii. Hey, ni dunia Inna lillahi wa inna ilaihi ndio unapumua sasa. Wewe, ndoa ya mwenzako imevunjika, ndio unapumua wewe. Wamemfukuza mwenzio kazini, ndio unapumua wewe, ndio unaona raha wewe. Husda kwa watu, husda kazini. Wamechagua, amepita nani? Kapita huyu kwenye uchaguzi. Ni yeye. Allah Qul Allahumma malik almulki tu'ti almulka man tashaa wa tanzi'u almulka mimman tashaa, wambie, Mwenyezi Mungu ndio anampa cheo mwenye anataka ndio anafikia kumvua cheo mwenyewe anataka. Yuizu man yasha wa yudhillu man yasha, anampa utukufu anayetaka. Waislamu tumjue Allah kama yule ni mtukufu kapewa na Mungu, muachie. kama wewe hukupewa ndio fasi yako, roho isivimbi, akili imechoka, ukaupewa moto kwa mwenzio mpaka eba ni unamnani, ni mna kuku itakuua, itakuua. Hii kuku anapika leo itakuua hii hasidi. Kaeni hange na mahasidi wagonjwa, wenye kutamka mabaya. Kwa nini mmuhusudu mtu kwenye biashara? Duka zimepanga ni maduka, nani Razak, nani anayeruzuku? ni sokoni, atayekuja hapa anaweza kuingia hapa, na mwingine anavuka hapa, anaingia hapa. Sio riziki yako. Sasa umekaa umekaao, na jicho unalifinya njo una, una muhusudu mwenzio, unampa husda, utakufa mapema kwa haya maradhi ambayo hayana dawa ila uchamungu. Mwache mtu. Allah anasema, wala tatamannau ma fadala llahu bihi baadhakum ala baadhi lirijali nasibu, usitamani vya mwenzako, Mungu anakataa Msitamani vya wengine. Kila mtu ana vyake na kila mtu ana yake, na hakuna atakayegusa ya mwingine. Maradhi mabaya hayo. Anasema Mtume Muhammadi, laisa minni dhu hasadin wala ana minhu mi. Mtume nakataa hasidi, hayuko sio muuma wangu umati wangu, na mi sio pamoja na hasidi. Mtume anakataa hasidi mbali ya rehma ya Allah tabaraka wa taala. Mtu mwenye husuda, acha husuda, acha husuda, utakufa haraka na umri utapunguka. Acha husuda kwenye madaraka, kama huyu amepewa akapata uraisi, huyu akapata uwaziri, bimetoka kwa Allah, bimetoka kwa Allah, ndio anamchagua mtu labda akusoma au Experience, si kubwa lakini anapita katikati ya watu mpaka Mungu anampa. Ache husda, hata kwa sisi wanachooni mashekhe, tuache husda, tuache husda na sisi jameni, husda. Na akatamka Mtume katika hadithi yake, anasema kama tutachelewa na mashekhe wanachooni kuhukumiwa twende pepuni ni juu ya husda. Roina vimba akasema Mtume neema mbili watu wakae hange nazo elimu na mali. Kwenye elimu na mali kuna matatizo, shekhe anamuhusudu mwenzake, mpaka maamuma anaona kweli huyu shekhe ni husda tu. Shekhe halali anachoka, anaangamiza mwenzake. Yuko anatoa maneno ya Mungu na waumini wanatulia, wanapata faida, lakini anawaonyesha kama yale siyo maneno ya Mungu na hayafai na labda yule hakusoma, alisema maneno ya nani? Kama hakusoma si Qurani, hakuna watu, imani imepanda. Shekhe anaamua kumziwilia hata mwenzake riziki, labda huyu atapata mshahara fulani, na huyo itakuwa hivi, shekhe ananyamanza. Shekhe husda, husda kaja mtu ya uman, mimi hapa msikitini Akasimamisha gari anatoka mu Algeria muarabu mzuri amewiva. Kwenye ofisi yangu anaingia, anagonga kwa adabu, ananiuliza namtafuta. Baada ya salamu, ananiuliza namtafuta imamu wa masjidi hii, namwambia mimi ndo imamu. Anantizama anasema hapana, sio we imamu. Namwambia mimi ndo imamu hapa tangu tisini na tatu f hakujawa imamu mwingine. Eti hapana, we siyo imamu. Imamu anayesalisha msikiti huyu ni huyu, jina lake na picha yake hii, na nimetumwa kuja kukagua kazi yake hii. Si ndo masjidi ya Answari? hey, Jabe, jab hey, ndo hii, tuna picha yake. Mepita miaka leo, karibu miaka mitatu mine, tunamlipa mshahara. Niliinama nikainuka, nikamwambia ndugu yangu sina shida ya huyo mshahara lakini mi ndio imamu. Lakini huyo umemnionyesha, namfahamu namjua, na wewe nenda umtafute na uendelee unampa huyo mshahara mpaka kiama. Alichoka, nikamwelekeza katika uongozi fulani, akienda akatoa ripoti hiyo, akaacha kadi yake ndogo, akasema tunakuhitaji katika ofisi yetu, unaweza kutukuta Nairobi au Kigali, ukaja kidogo tuzungumze kacha kadi niliinama, nikamwambia itakuwa vigumu. Mimi nadhani mna mtumishi wenu ambaye si mimi. Kwenda kuiziwia ya riziki yake, mumtafutie kwingine, mumuweke aishi, afanye kazi hiyo. Ni nini hii? Waislam si husda? Mpaka leo nilimwambia nenda na utaniona. Nyuma sitaki kuitwa kama mimi nilikuja kuziwia ya riziki yake yeye, nitajiita nimemuhusudu katika neema yake. Tutalipana kama ni mbele ya Allah tabaraka wataala. Husda Kumashehe husda, hata kuwalimu husda, kokote imezaga. Na ndio maana Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika kuondoka kwake duniani alitamka akasema, akhwafu ma akhafu ala ummati an yukthira lahum min adunya fayatahasadu, chenye naondoka naogopea dunia yangu ni watu mtapata neema alafu mchukiane, alafu mchukiane. Husda ipo na makafiri watatuchukia. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasalama, kama mtu alifanyiwa husda za kupindukia. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalama mpaka Makuraishi wa Maka wakaamua wa mtiani wa kilo. Yuko mfalme mmoja katika viongozi ambao waliotangulia alikuwa anatawala Yemen, kuwa anatawala Yemen. Huyo mfalme Aliamua ndugu zangu Waislamu, baada ya kusikia vitimbi vikubwa vya mtume Muhammadi, kuwa anawakosesha amani wakati akitangaza neno la Allah tabaraka wa taala. Mfalme huyo anaitwa Muhammad ibnu Humain, alialikwa na makafiri wa kina Abu Jahali wa Makkah, wakamuita akaja na kikosi cha nguvu Yemen, akafika mji wa Makkah, akaweka hema lake likubwa sana Ndo Mtume anasema alhasudu la yasud, mwenye kuusudu hawezi kufaulu, hawezi kufaulu. Weka na husda yako vimbana, sema yenye unataka paparika. Ni chuki hiyo, ni chuki na itakuua we mwenyewe. Watu wanaendelea, ulimwengu unaendelea na dawa inaendelea. Muache hasidi apasuke, muache afe, aseme machafu anayoyataka. Hiyo ni husda, iko inamwangaisha atatulia mpaka wewe mwenye kuhusudiwa ufe, ndo uh, umefaidika nini? Mwache tena mweke mbali, juu alishalaaniwa, wa min shari hasidin, amelaniwa na Mungu. Hiyo ni lana, ni lana ya mwenyezi Mungu. Yoyote utachukua tabia hiyo ya husda, uko chini ya lana ya Allah tabaraka wa taala. Mfalme huyu Muhammad bin humain amefika Maka, ameweka tante yake hema na askari wenye kilo na nguvu. Amri ya kwanza aliwaambia makafiri wa Maka, namtaka muhammadi hapa. Wakenda wakamwita mtume Muhammad. Unaitwa na mfalme kutoka Yemen. Mtume akasema makubwa, kuna nini mimi nikaitwe? Akaelekea mtume sehemu ile, amemuaga mke wake. Alipofika pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yule mfalme anamwambia we ni Rasulullah? Anamwambia ana rasulullah ilaik, mi ni mjumbe wa Mungu kwako. Alimuuliza akamwambia, mawili uyaweze, tuelewe, uyashindwe, kichwa chako kiwe halali. Muhammad, mi nina nguvu, we unasumbua watu. Ni husda ya makafiri wa Maka, wamekwenda kutafuta wale wenye nguvu waje waadhibu. Husda ya leo ndo dokumentasio itamkamata tu Mnifinyie naye mtakupa zozote, nifinye ba, nifinyie tu, na finya. Wamfinye nani? Binadamu mwenzako, kwa nini afinywe? Ana haki kwa dhulma yake, aondoke ya husda hii. Husda hii, acha kwenda kumdhuru mwenzako bwana. Husda hii, wanamtafuta mtu husda na, amepita hapa ndani, umemficha? Yuko yuko, amepita amepita zaidi, amepita kabisa, akaendelea maake, hichi kidole cha kulia kinaonyesha yumo ndani, asinielewi polisi. Wanaingia wanakutoa. Ndugu yangu alikuwa ameninusurisha akawambia amepita. Wallahi sio, nilikuwa nimewambia wamepita, lakini nimechukuliwa na kwenda kuhudhuriwa. Nani atuhusudu? Nani au muhusudu mwenzako, au kawahusudu watu ambao hujuani nao. Mtume Muhamadi yule bwana akamwambia, nataka kukuuliza mambo mawili na kuomba mambo mawili. Mimi na mwanangu mgonjwa sana, ana, nichokesha sana. Nichokesha sana, sana, sana. Ni kitoto kisiokuwa na maana. Kama we ni mtume wa Mungu, muujiza wako nitapata jibu, na la pili ambalo niko nalo hapa, hii ni mchana, si unaona jua linawaka. Hii kama we ni mtume wa Mungu, pawe usiku. Wanani wanataka kumdhuru mtume? Makafiri kabila yake, Ndugu zake Waislam, sisi wenyewe si ndio tuna unamdhuru mwenzako Mwislamu? Kama nimekukwama hapa, umenikwama hapa, mimi si ndugu yako. Likafiri linajipitia linasema, ni moyo wenyewe kwa wenyewe, mko mnamalizana. Moyo wenyewe kwa wenyewe tutamalizana, tutamalizana Waislamu unamweka mwenzako wazi, unamuharibia vyake, unachafua mwenzako, unamuuia hata shamba kwenye angelima, unamuuia hata njia ya riziki. Unanyanyuka kweli wewe na ushehe wako na vilemba vyako, unakwenda kumuharibia mwenzako, na nyuma yake kunapita wengi. Unanyanyuka wewe labda maalimu, imamu, unakwenda kumharibia imamu mwenzako, sikiliza huko, unachafua jina lake, sikiliza huko, unatoa matusi kwenye maikrofoni kwa mwanadini mwenzako ambaye ungemfata na mkakaa wawili na mkapata jibu. Huko unawambia maamuma tu, unawapa wenyewe. Acheni ule afai, acheni ule ni bwana, yule ni, ni mwenzako, acha husda. Mtafute muyamalize. Mimi ni maamuma, hii ni kwenu mashekhe, hii ni nyie mashekhe. Acheni hayo, ni fatwa ni shura ni mielekezo ni neema ni khairi. Acha bwana, wanamwita na huyu mwite na yeye ndugu yako asogeye. E bwana, mwite ndugu yako. Nabii Ibrahimu, malaika wanakwenda kuangamiza kwa Luthwi. Nabii Ibrahimu wanamuaga, anawauliza mnakwenda wapi? Wanamwambia, inna ursilna ila kaumin mujrimina, tumetumwa kwa watu wa Luti. linursila alaihim hijara, tukawaangamize kwa mawe. Alilia nini? Luti aliwaambia jameni, inna fiha Lutu. E bwana, hata mnakwenda kule kuko ndugu yangu, kuko ndugu yangu, we utaweza? Nendeni kwanza, mmekawia, nendeni, mmekawia kwa kalika bwana jisi sikatakaji Wallahi, sina tu la kufanya. Na umo ndo mnatoka machawi, na ndio misiba ilimkuta Mtume Muhammad. Unafurahia mwenzio mama kuaibika, mwenzio baba kuaibika, maisha ya mwenzio kufa, watu kuunguliwa, labda soko limeungua, maskini watu biuti vimewaka, watu vimeharibika, wewe unafurahi. Wakome walizidi na wenyewe, kulikuwa mashetani mengi uliyaona wewe? Hiyo ndiyo husda, si midomo ya watu imesema hivyo. Wa wow, uliyaona hayo mashaitani, walikuwa wameshajivuna. Jamani, anajivunia mfuko wako, hiyo ni husda. Hiyo ni husda bwana, we kama huna husda utahuzunika na wenzio. Acha roho mbaya, acha husda.